Bahati mbaya sana, let's talk the truth. Bahati mbaya sana, tuna mentality ya kwamba chochote kinachohusu sex sio holy sana, sio kitu cha kuzungumza sana, yaani sio kitu cha kuwekwa bayana. Unafahamu, vitu vinavyohusu sex kiafrika ni vitu vichafu. Ndio maana hata shahawa naoteta uchafu, uchafu, na ndio watoto hao Chafu. Yani vitu vyote vinavyohusu vinavyohusu tendo la ndoa. Ndio maana ndio maana ndio maana hata, hata jina lenyewe hali, uh, sex, kwenye Kiswahili hatukuweza kulipa jina direct. Yani lazima tulipe sentensi tendo la ndoa <laughs> eh? <laughs> Kwa sababu muhimu lakini unakuja kuona kwamba kutokana na culture, unafahamu, kati ya shida ya Afrika, vyo vyote vinavyohusu love vinahusianishwa na culture 100%. Vyo vyote vinavyohusu imani vinahusianishwa na culture. Ndio maana mpaka sasa hivi kuna watu ambao ukienda kwenye ibada yake umesuka, watakuona una changamoto. Kuna watu ambao ukienda umevaa nguvu, yani, kwa sababu culture imeathiri mno maisha yetu katika hali ambayo kuna vitu ambavyo they are non culture, lakini vimeumizwa zaidi na culture na uhakika hapa tunavyoongea hivi kuna watu mpaka leo mnavafanya mnafanya seksi giza mpaka hapa tulipo, I am very much sure, na mimi ni mtu wa saikolojia, ukiniangalia machoni nagundua. <laughs> I am very much sure. hapa tuko kwenye mwanga, lakini tukienda usiku kwenye sex, kuna mtu ambaye hawezi kuendelea mpaka izimwe taa. Kwa hiyo kwao imeshakuwa amri ya kumi na tatu, Thou shall make it dark. <laughs> hawezi kabisa. Na hii mambo tunazungumza, ogazm itafikaje wakati huo umezoea giza? Sasa angalia inavyokuwa, contrary to the nature. Saikolojia inaniambia nafsi ya mwanaume inakula kwa njia moja kubwa, macho kuona. Nafsi ya mwanaume inakula kwa njia moja kubwa, kusikia. Sasa anataka mwanga kuone, aone kalio lilivyo, aone ulivyo hivi, aone sasa We, giza anakupapasa kama mnatafuta fuko, si unajua? <laughs> kwenye giza huwezi kukosea mdomo eh? Hata siku moja huwezi kukosea mdomo, na najua kabisa mna uzima kwa sababu unajua hauwezi kukosea hicho kitu. Lakini it should not that way. Darsaraka amesema hapa, sex is enjoyable, sex is unafahamu kama ambavyo mazoezi, sisi tunafanya mazoezi, tuna, tunafahamu tunafundishana, kwamba kuna mazoezi ukiyafanya una burn calories wakati unafanya zoezi, na kuna mazoezi ukiyafanya unaendelea kuburn calories hata baada ya kufanya zoezi, yani umeshaondoka huko barabarani una burn calories. Sex is the same. Kuna sex ukifanya ambayo ni task, unaweza kusahau unafanya sex, wakati unafanya unasahau una, na kuna sex ukishamaliza, which is pleasure unaweza ukashangaa, unaendelea kububujika na ile seksi hata kama umeshamaliza, uko nyumbani, uko garini, unaenda ofisini, unakumbuka. Culture inasema msiongee hichi kitu. Sasa kwa sababu hiyo, kuna vitu vingi sana ambavyo, ambavyo ni hatuvifahamu na wala we don't bother kuvifahamu ambavyo vinahusu tendo la ndoa sex. Na, na wala huna haja ya kujifunza wala huna mpango huo wa kujifunza, kwa sababu culture, ignorance, uelewa mdogo. Na kwenye ndoa kuko hivi, kwa sababu unajua kabisa mwenzako, mme wako hana haja ya kujifunza na wewe huna haja ya kujifunza kwa sababu, ujifunze kwa ajili ya nani? Na kuna wengine akigundua una, unaanza kuleta vitu vipya, umejifunza wapi? nani kakufundisha? na tunaamini kabisa kujifunza kitu chote kuhusu tendo la ndoa ni anasa. Unajifunzaje? tunaamini kwamba hii mambo tumezaliwa tunajua. Hakuna, hatujazaliwa tunajua, lazima ujifunze. Dala sadaka hapa amekwambia kuna ogazim gani, mume wa Irene. Sasa utajuaje kama ujui? kuna baba moja alikuja ofisini kwangu mke wake alikuja session ya kwanza, kalalamika kwamba amfikishi, amfikishi, amfikishi, hajui mapenzi. Nikamwita baba, tukawa tunaongea, nikamuuliza yule mheshimiwa, miaka kadhaa iliyopita, nikamwambia mzee, unajua G-Spot? Akaniambia yeye, nikamwambia ni nini? Akaniambia ni kampuni ya TV. Kipindi hicho kulikuwa baada ya kulikuwa, kuna, kuna, kuna, kuna fulani, kampuni ya Airtel, kulikuwa kuna jengo fulani lina kampuni ya ya televisheni kwa itwa G-Spot, nakumbuka baada ya tu ya Airtel, kulikuwa kuna kampuni moja inaitwa kama ilivyo MultiChoice, ilikuwa sasa hivi inaitwa G Sport. Yeye akajua ndio. Kumbe si nazungumza mama, nazungumza G Sport. ya alivyoniambia mimi, nikajua kushne, habari imeisha. Sijui kiswahili cha G Sport. <laughs> Sijui kiswahili cha G Sport lakini unafahamu kuna maneno ambayo watu wanajua Kiswahili hivyo hivyo, kama stress. Watu hawajui kwa msongo, wanajua stress. Hata mbibi kijijini anajua stress ni stress. Sasa saikolojia inaniambia hivi, wanaume, kati ya vitu ambavyo mwanaume Eman ni mgumu kujifunza na hapendi kufundishwa vitu viwili, cha kwanza sex. Mwanaume anaamini anajua na ndio maana kwenye stori za kufanya mambo ya seksi wanaume hataki kuongea sana kwa sababu hataki aje aambiwe kitu kipya au atoe silaha za vita. Kwa hiyo kila mtu anakaa tu anajua. Na wengi tunabaki na upumbavu wetu, kwa sababu hatutaki tufundishwe. Jambo la pili ambao wanaume wengi wapenda kufundishwa ni issue za income. Ndio maana ukuti tuna vikoba vingi sisi, hatutaki kuambiwa mambo ya uchumi kwa sababu tunajua, tunajua. Ndio maana nakuja na mwambie wanaume penetration kwa mwanamke is not a goal. Kuna mtu ananielewa? penetration kwa mwanamke is not, is not a goal. Anaweza akakaa kifuani kwako akamwekea hivi akapata ugazi akakwambia, yani mfurahi sana mwanaume. Aa, lazima penetration. Ndio maana mwanaume mkapanga holiday, mkapanga Dubai, mkapanga kwenda wapi, kila kitu mkipanga mwisho sio atakuliza siku zako zinaanza lini, wakati kumbe yeye kukaa na wewe kule mko peke yenu that is enough not for your husband o oh. Sio kwa mwanaume. Kuna watu mpaka leo hamwezi kufanya staili ya tofauti yani, ile ile, ile mlioletewa nayo duniani na ndio hiyo mmeletea watoto wenu na ndio hiyo hiyo, na ndio hiyo. Na ukitaka kufanya kitu cha tofauti tu, nani amekufundisha hii kitu? Na baba yangu mdogo moja alikuwa mtu mzima, akamua bit moja mdogo kidogo akanambia, so before we, kabla tujafanya ni kisi, kidogo before, kabla akaambia mambo ya anasa nani mfundisha uhuni? Asauule, so binti takawla kuja kushitaki kwetu. <laughs> Nikawambia shida, umeenda kwa mtu mzima mno hii. <laughs> mambo huku haelewi hiyo kitu, unatokisi huku ya nini? Ataki ujinga huo. <laughs>